Nimetoka mbali sana. Mtukia. Nimetokea nimetokea mkoani Tabora. Nauli, nimetumia nauli kubwa sana. Nimetumia elfu hamsini na tano kutoka huko paka hapo. Na bado sijarudi ni elfu hamsini na tano tena, laki moja na elfu kumi na bado sijala. Alafu nakuja kuambia mechi imeahirishwa, eh? Mambo gani yanayofanyika? Nimeumia sana. Yaani ni bora ningeondoka nimefungwa. Nasema sawa nimefungwa lakini mchezo nimeuona, mechi nimeiona, nimeridhika mwenyewe kwamba nimefungwa. Nasema kwamba eti nimepoteza nauli bure bure kutoka kule mbali paka hapa hivi. Alafu naishia na tunarudi tena, mambo gani haya? Tiketi tumekata kila kitu tumefanya, haya mechi inaelishwa. Na ilishaje kwa mfano, inaelishaje? hmm? Inaelishaje kwa mfano baadaye? Kwa taarifa jana ilitoka, kutoka katika klabu ya Simba Sports Club official Instagram kusema uh, hatapeleka timu katika mchezo huu wa leo. Taarifa ulifikia na ulisoma? Ilinifikia lakini sikulizika nayo kwa sababu, kwa nini kwanza tukatalia sisi kufanya mazoezi, na wakati mgeni anaruhusiwa kufanya mazoezi. Siku moja kabla ya mechi anaruhusiwa kufanya kwa nini watupangie muda kufanya mazoezi kwa sababu sisi tulikuwa tunafanya mazoezi kwa nini watuhofie wenyewe wanatuhofia kwa sababu gani labda eh nini kilichofanya mpaka watuhofie sisi kwa sababu sisi wamekuja kufanya mazoezi hayo cho tufanya mpaka watuzulie kufanya mazoezi saa mbili kwa hiyo kuna muda mwafaka kuna muda maalum wa kufanya mazoezi Unasema amemkimbia mtani wako Young Africans. Mimi sijamkimbia yeye ndo kanikimbia. Kwa nini anipangie muda kufanya mazoezi? Angetulia mimi nikafanya mazoezi tukakutana leo saa moja. Nikimbia, kwa nini anikimbie? Kwa nini akatai? Kwa maana alikuwa ananiogopa. Ananiogopa nini sasa? Angetulia. Ungekubali kufungwa mara tano mfululizo? Ningekubali ndiyo, matokeo ni matatu. Kwa hiyo ningekubali kuna kufungwa kuna kushinda na kuna kudraw. Kwa hiyo ningekubali, lakini tusingeweza kufungwa, tusingeweza kufungwa kwa mechi ya leo. Mechi ya leo, una nini la kuwaambia viongozi wa eh, klabu ya Simba baada ya taarifa ya yana kutoka, na leo mchezo kuahirishwa kutoka bodi ya ligi kutoka bodi ya ligi yani, kwa kweli bodi ya ligi yani mimi wameniumiza sana yani, wameniumiza sana. Nikiangalia umbali ambao nimetoka ni umbali mrefu sana yani, nimesafiri, nimeanza safari tangia jana usiku mpaka leo nimefika saa sita hapa mchana, nimekuja hapa uwanjani, alafu naomba mechi imeahirishwa. Isitoshe saizi magari ya kuelekea kule ni shida, haya nalala wapi mimi? Hapa natakiwa hela ya kulala, na natakiwa tena kesho nianze safari ya kurudi kule kwao, nafanya kazi ya kutembea bure bure, tiketi nimetumia. Sasa ndio yani mimi hapa cha kuashauri tutakuwaomba kuwaomba watulete tu mechi kwa, kwa, kwa sababu mechi wasema saa moja na robo na sahizi bado muda ni mrefu, kwa watulete tu mechi uwanjani. Taarifa ndio ishatoka, mechi imeahirishwa mpaka tarehe nyingine. Za yaani yani, kwa kweli hapo, kifupi, mimi nimeumia sana. Inaumiza yani, yani inaumiza sana. Mbona kama unataka kulia? Inaniumiza ndio, kwa sababu yani nimetembeza fare ile ndefu. Yaani hapa nimechoka. Yaani cha kwanza nimechoka. Cha pili, oh, nimejitoa kutoka na uliango 555 kuja huku. Sasa ungemungwa, mm, si ungechoka zaidi? Ah, nisingechoka kwa sababu hapa ningekuwa ni mechi nimeiona. Kuliko yani, nimechoka afu na mechi inaahirishwa. Kwa hiyo nilikuwa nimeambia tena nirudi 555 tena ile laki na elfu kumi. Siku nyingine tena nipande gari kurudi tena huko 555 nirudi tena. Kwa hiyo ni mechi moja na kuja kuangalizia kwa laki mbili na elfu kumi na bado yani, huduma za kwangu mwenyewe. Yaani kwa ni kama laki tatu kabisa. Haya ndo nini hivi, nataka kuambie viongozi wa Simba Sports Club, wewe kama mwanachama wa klabu ya Simba kutoka Tabora kuja Dar es Salaam na mchezo kuhairishwa siku ya leo, yani kwa kweli wameniboa sana yani, wameniboa mimi. Naipenda Simba na ndomana nimekuja huku kwa mapenzi yangu ya Simba, lakini kwa lichokifanya kwa kweli sijapenda. Yani kiujumla bodi ya Simba yani imeniumiza sana.